Ndugu zangu wote wa jeshi la polisi, kuanzia RPC, kama ulikuwa uendi kanisani, RPC, Jumapili hii ya kesho nikuone kanisani, unaenda na nikuagize rasmi uende kanisani na watu wako wote. Akina Shaba, staff officer, simama. Kama wewe ni muislamu, mkristo, muislamu, leo saa saba pale kuna msikiti karibu, nikuone unaenda kusali. Ni amri jamani na mausili wote simameni, kila mmoja kwa dini yake a, kila mmoja kwa dini yake aanze kusali. Kwa wale wa Kristo muende makanisani siku za Jumapili, nendeni mkamwabudu Mungu. Leo ni siku ya Sabato. Leo kuna wengine ilikuwa muende Sabato, mmeendelea kulala na kulala na kulala. Tukitenda haki, tukitenda haki, tuna nafasi ya kwenda mbinguni, na nawaambia hata ungekesha kanisani hata ungekesha msikitini, kama jukumu lako la msingi la kutenda haki ulifanya, ni bure. Sababu ukianza kutenda haki ukawatendea haki hawa tulionao huku, ni wazi kabisa, Mungu yupo pamoja nawe.